Tamala shukuru Mlondwa wa Cheke. Hayo ndio majina alifahamika kwayo. Baba wa marehemu anaitwa Lwange la Cheke wa jamaa ya Baburwa nyumba ya mtala nyumba ndogo ya Ikeelo. Mama wa marehemu alijulikana kwa majina yafuatayo, Fatuma Ebomba wa jamaa ya Bashimuma nyumba ya Banenge. Tuone kazi za marehemu. Marehemu Kumrazi, nianze na kuzaliwa. Marehemu alizaliwa hapa Nyarugusu tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka wa elfu mbili na tatu. Elimu, marehemu alisoma shule la msingi epe rehema pale r akamaliza, lakini pia alisoma shule ya sekondari college de la charite, na alikuwa akifuata section technique sociale kwa kifupi wanasema TS lakini kwa bahati mbaya hakumaliza. Kazi alizozifanya marehemu, alifanya kazi zifuatazo: moja, alikuwa mwana vijana wa kijiji cha re zone ya sita. Pili, alikuwa mwariri, yaani shooting. Tatu, alikuwa mwakilishi wa mambo mbalimbali kwenye timu ya RS4. Nne, alikuwa msusi, wasiojua msusi ali mshindi. Tano, ndoa. Marehemu alikuwa bado kuolewa, wala kuzaa. Magonjwa: marehemu alisumbuliwa na magonjwa mbalimbali yafuatayo. Kwanza, homa ya matumbo ambayo wanaita kwa lugha nyingine typhoid. Alisumbuliwa na presha, lakini pia moyo kuvimba kulikosababisha pia na miguu Kifo. Marehemu alifariki siku ya Jumapili, tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Ilikuwa ni muda wa saa nne za asubuhi kwenye hospitali ya Red Cross kambini Nyarugusu. Hapa duniani marehemu ameishi miaka ishirini na mbili na miezi minne na siku kumi na saba. Miaka hii ni sawasawa na miezi mia mbili sitini na nane ni sawasawa na wiki elfu moja mia sitini na nane ni sawasawa na siku elfu nane mia sitini na nane Sabini na sita ni sawasawa na masaa mia tisini na sita elfu mia mbili ishirini na nne ni sawasawa na dakika milioni kumi na moja mia saba sabini na tatu elfu mia nne arobaini ni sawasawa na sekunde milioni mia saba na sita, mia nne na sita, elfu na mia nne imefanyika pa Nyarugusu tarehe kumi na sita mwezi wa kumi na mbili mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano na, na, na kusomwa na katibu wa Babulwa, Mchungaji Mmonga Msonda Yusufu Niweti. Yanayosalia Nimwachie kiongozi karibu. Iwachie